Uh, tumeyapokea nachosikitika tu ni kwamba nimeanza kazi vibaya, na siku sita tu kazini nimechukua bao sita. Mpira wa miguu ndio jinsi ulivyo, kwa hiyo tumeumia, lakini tunajipanga, watakuja nyumbani. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba hatujawahi kumfunga Yanga tangu tunapanda ligi kuu, hicho ndio kitu kinaumiza zaidi. Halafu kila tunapokutana nao anatufunga bao nyingi sana, mara mwisho mwaka jana ametufunga bao tano nyumbani, leo tena hapa KMC wametufunga bao tano tena. Kwa hiyo hiyoya funzo tumelipata kwa sababu unajua huwezi kuwa bora usipocheza, yani huwezi kujua kama uh, kikosi chako ni bora kama hujacheza na hizi timu kubwa. Kilicho tulichokifanya ni kuiheshimu Yanga, lakini heshima yetu ni kama imekuwa mpaka imepitiliza na ndio kimetokea kilichotokea. Wakati nazungumza juzi, nilizungumza sisi tunaingia kama timu ya pili tunapokwenda kucheza na Yanga ili tukapate matokeo, lakini mwisho wa siku imekuwa ni tofauti, na wakati mwingine unaweza hata ukailaumu Yanga Africans, uh, sijui, lakini da! Kwa hiyo yani, jamaa hata kikosi walivyokipanga, akawa naenda kucheza nalaha. <laughs> <laughs> E, mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu unakuja kucheza na mashujaa, kuna haja gani ya kuweka kosi lote? <laughs> <laughs> na <laughs> unajua umetoka kuchukua mapinduzi una mchezo wa kimataifa, kwani usipumzishe baadhi ya wachezaji ukaja huko? So, wametusababishia hiki kilichotokea, lakini Yanga ina quality players. Kitu ambacho kusema kweli hakuna namna, wametuonea na bom moncho walitutafanyaje na Yanga hmm. Hey, walichokifanya ni tamaa. Hey, walichokifanya ni tamaa kwa sababu kutufunga sisi bao sita, unatofunga sisi bao sita mara mara pili, ile ya kwanza ilikuwa tano ile Tanganyika, hapa sita tena Leo wametuzidishia tena goli moja. Hatujui michezo na ukoje, watatufanyaje? Lakini tunajipanga, lakini ujue si hatusajili pia wachezaji wa kigeni, so, ile quality kati yetu na Yanga ni kubwa sana sina. Yanga ni ardhi na mbingu. Wametuzidi kisiasa, wametuzidi kifedha, wametuzidi kinini, yani kila kitu, kiuchawi, kila kitu Yanga wametuzidi. Kwa hiyo eh, hey, sasa ngoja nikuibie siri, si juzi tu sisi tumefikia Kunduchi. Juzi tuko kambini pale, kuna wazee walikuja kama wanne, wakawa wanaokota mchanga Sijui ilikuwaje, lakini kimsingi mambo yalikuwa hivyo. Kwa hiyo wametuzidi kwenye kila kitu, tunajipanga. Kwenye uwanja nyumbani, watakuja tu.